Shikamo, jina langu ni Peterson Kigonga Samuel, mratibu wa kitaifa wa kituo cha Kikristo cha maendeleo ya wakulima wa vijijini CCDP, nikiwa makao yangu Kinshasa tangu mwaka wa 2023, nikiwa nikifanya kazi katika mikoa ya Kivu Kaskazini na Kivu Kusini kutetea haki za binadamu, kuimarisha mshikamano wa kijamii na kujenga amani katika maeneo yaliyoathiriwa na migogoro na ukosefu wa usalama. Kama balozi wa taasisi ya uchumi na amani, Institute for Economics and Peace, ninahamasisha amani chanya kupitia program za uongozi wa kijamii katika maeneo ya Goma, Beni, Walungu, Kale, Minova, Uvira na Bukavu. Nimeongoza miradi ya kusaidia waathirika wa kingono, kuratibu midaalo ya amani katika jamii na dini tofauti na kutoa mafunzo kwa vijana kuhusu utatuzi wa migogoro bila kutumia vurugu. Dhamira yangu imejikita katika hali halisi za jamii zetu na inaongozwa na maono ya kujenga jamii jumuishi yenye haki na yenye ustamilivu. Nimefurahishwa sana kushiriki katika mpango huu unaotambua ujasiri na mchango wa watetezi wa haki za binadamu katika Kivu na Ituri. Asanteni sana.